Hakuna. Hakuna kama kupaki pahali moja usiku wa mua. Mimi maisha ninafanyaga maamuzi zingine mpaka marafiki wanashangaa. Mwaka jana tumetekwa, tulipotekwa hao wajamaa wabaya wametufungia mwingine ndogo, watu sita wakachukua kwanza wakachinja, wakawacha mi naangalia. Adam Haji, nani watu wenu wote, wacheni Ukristo. Hatuwachi. Wakachukua wapili wakachinja, ule wajana ameuza ni maiti mbaya, wakachinja wa pili wakaeka hapo. Siku ya pili maiti mbili, siku ya tatu wakaja, mtaacha Kristo? Atuache! wakachinja ya tatu. Sasa tumebaki nini? mimi mzee wangu wa kanisa nikiokoka tena, yaani tuseme tu twende binguni, alafu turudi tena, mimi huyo ndio atakuwa mzee wangu wa kanisa, sitaki mzee mwingine Tunasikizana mimi na yeye, aitwa mzee Maarifa, yeye ndio kichwa changu yani. Ushi na mtu wa kanisa hakuvunji moyo, hakuvunjiki. Hata akitaka kukurekebisha anakurekebisha. Ukiwa kiongozi si yeye, yeye ndio kiongozi, anaacha uongozi, lakini huko anakurekebisha, yani kana Maarifa. Sasa tumetekwa mimi na yeye, sasa akaniambia pastor, unajua mimi kwanza, huyu Yesu sijamuona, wewe ndio ulimuona, ukaja Somalia ukatuhubiria. Sasa wewe pambana na yeye mimi nilikuwa hapo nyuma. Sasa mimi nikaangalia nikasema, hapa maombi tumeshapiga dini nimeshaisha. Unajua, una kuna kitu inaitwa maombi na kuna kitu inaitwa kusemezana. Yesu albana asemaje? Njoni tusemezana. Nikapiga magoti nikakaa chini nikaambia, Bwana Yesu, mi naitwa Adam Haji Muhammad nimeokoka nineteen ninety eight, nimebebwa na jeneza. Mwenzangu aliuliwa kwa kuri, mimi nimeponea. Nimebebwa na jeneza wiki nne

Sasa shida yote tu, mimi niendelee na kazi hivyo, ndio nimwambia mimi Mungu kusema. Sasa mzee Maarifa naye aliposikia hiyo, mimi nimemaliza maombi, namkojea Mungu, mzee Maarifa naye atapiga magoti akasema, Mungu unajua, Adam hai, ukimtoa hapa ataenda kuingilia wa Somalia, atauliwa. mimi ndio akili yake sasa ukimtoa peke yake hapa, huyu atakufa tu. Afadhali achinjwe hapa. Kama ni kutoa tutoe sisi wawili, mimi ndio mzee wake wa kanisa. Asiende bila mzee wa kanisa, akabandikizia maombi yangu huko. Sasa kitu ni kishangaza mpaka leo. Mimi nikacheka baada ya kuwa ameomba. Yaani nikacheka. Ile kunalia mlango, mlango ina swing. Sasa no mlango kuna kile ndani ya kabla. Akijenga kuna hapo jamaa ile milango inaweza kukupatia nafasi uingize mkono usukume kale ka ka kitu, sio unaita nini? Bali nikaingiza mkono pole pole yangu, ni na Mungu alijua mimi ni Msomali na Somali wakanitesa, akalifanya mwembao mwembavu, namshukuru Mungu. Kwa hiyo nikaingiza kidogo, ni katikati, nikasukuma, ikasukumika, ikafunguka. Kuangalia wa jamaa mmoja amelala huko na mmoja na wako na kitu yao, nikarudisha mlango, nikaambia, sasa jamaa, mnajua nini, eh Imefika i tutoroke? Hapana, tunaenda na vile tulianza maombi. nani alianza maombi Mim. Kwa hivyo mimi nitatoka, kwa sababu tukitoka nyingi wengi, ile steps itasikiwa. Kila mtu atoke moja moja, kwa hivyo mimi ndio nitatoka wa kwanza. Kwa hivyo nikafungua mlango, nikarudisha, nikatoka polepole, wajamaa wamelala, nikakimbia mbio. Sasa nataka kuwapatia ushuhuda mshangaa ya kwamba ukiamua kwenye kitu ambacho unafanya na Mungu pia anaamua. Ukiamua ya kwamba hii ugonjwa sitarudi naye nyumbani na Mungu anakuponya. Ukiamua hii shida nitaacha hapa. Unajua tatizo yetu kubwa ni nini? Wacha tu niseme mam cho, mam cho. Cho na hiyo basha. Angalia tatizo yetu kubwa, angalia huyu ni mama amekuja na mahitaji yake. Simama tu hapa mama. Napenda kutoa mfano kwa sababu Kiswahili yangu ni dhaifu. Lete mahitaji yako kwa Mungu. Ameleta mahitaji yake kwa Mungu, si ndio? Saa ya kuondoka anachukua anaenda naye, hawachi, anachukua anaenda. Inatakana kama una diabetes na umekuja hapa na kisukari chako unaiacha hapa ukitoka. Hapana, toka ukiwa na kisukari, unaondoka bila ya kisukari. Ukiamua Mungu pia anaamuaka aa lakini ukiamua kukaa nayo tabati nayo. Kwanza unajua kuna ugonjwa wengine, mimi naitaga ugonjwa wa peshe. Mnajua ugonjwa wa peshe eh? Ugonjwa wa peshe ni ugonjwa ina kushika alafu aikoni s so, ukipata pesa, ina pesa yake ndani. Kama umepata elfu kumi elfu mbili ni zada da eh. Sasa ina ni patient inakula patient pole pole na wewe. Yaani unakuwa una na budget <gulik> yani, na si mmenielewa Kiswahili yangu. Yaani haiponi na kila siku unaambia umemeza dawa. Na haiponi. Yani, na unaambia tumemeza dawa, yaani natembea na wewe. Yaani ukipata tu pesa hizi kuna budget yake, kuna yako ya chakula na yake pia ya dawa. Ni <gulik> toka ugonjwa wa pesho. Ni kuna wewe tu unazitaya na, na wewe pole pole. Kuna vitu ingine lazima ufanye uamuzi. Mi sikiwo ni fanye uamuzi, na nikaambia mzee wa kanisa, we mzee, tukutane kanisa. Akaniambia vipi na ukowavivi, nikaambia wewe, toka Mungu atafungua njia. Na mi nimetoka mbio kwa neema ya Bwana. Hii shuhuda nimetoa sana, watu wengi wameisikia, na naomba nirudie kwa neema ya Bwana. Baada ya kukimbia, nimekutana na mbuzi imejaa maziwa na tuko na njaa bwana, kula nikatana kwanza hapo, nikajikamulia maziwa nikashiba, yeah, kushiba kabisa. Niliposhiba mbuzi imekimbia, na mimi nikaamua nifukuze mbuzi, tumekimbia, mbuzi imeingia katikati ya miba, nimeona vumbi nikaa likota na unajua, ukienda Somalia usianze kuuliza hapa ni wapi, utauliwa wautaulia tafuta kazi utauauk kama ujui kwavi, wacha kuuliza hapa ni wapi, utaanza kuulizwa na umetoka mpaka, ujo ufike hapo utafutaga so, kazi nenda kwa kja kubwa utafuta kazi sasa, kwa sababu vitu mingi kwetu ni ya kuhamishwa. unajua kama soko vile watu wanatokaga wanaendaga hapo hivyo hivyo hivyo, vile soko nazurikaga, ukitafuta kazi utaambiwa unagari unaenda soko fulani. Sasa utajua uko soko za

wawili hawana na moja iini watatu na tumetembea siku ya kwanza. Mungu akaniambia, anza na nini nini hapa sasa, anza huyo leo. Tumepumzika, Mungu akaniambia akaniambia ilikuwa ikifotze nikaambia, tukifika kismai nisaidie na hivi akaanza kusambaza kitabu. Kuna jamaa tunafanana, anaitwa Adam Hajj, ni kafiri mkubwa, nataka kufika pale nimpige risasi, nimuue. Sasa niangalie bila atari hatch. Wasomali wanasema rusha mawe kwa pori, uone ni mnyama gani atatoka. Yule jamaa kanaambia, wewe kwanza una wewe kwanza nimekuheshimu. Mimi nilikuwa nafikiria wewe ni Adam Hajj. Na nyamaza nyamaza, kumbe nikamuka, kwa sababu sema mamangu yangu hapo na kansa ameniambia niende nitafute Adam Hajj Ismail, nimushike na bidii nimlete, muombe. Alafu nataka kumuua mtu ambaye anataka kuponya mamangu yangu, ambao ujaona video za Adam Hajj. Haja ya roho ikatulia, nikaambia Adam Hajj ni mimi, lakini kama unataka niende kwenu lazima uokoke. Akaokoka wapi ni akaokoka watatu wakaokoka, wanne wakaokoka, watano wakagoma wa kagoma wakaokoka. Tukifika kisimai wote wameokoka isipokuwa mtu mmoja. 20 dola, 20 dola tumeshalipa za siku sita. Mi nimechukua hiyo pesa yote, nikaambia sasa, ndio hey, mnaanza ndiyo, mmepata pesa hizo zote, <laughs> mnazileta sadaka, tunaenda kununua chakula tupeleke kwa kama wenzeni wako na njaa. Kaenda huyo mwingine, alikaa kambini mwezi mzima, sijua anafanya nini. Baada ya mwezi, ndo amekuja kuokoka akimwona asikia amina. Mi unajua, nimekaakaa hapa, nimeamua tu niokoke. Nini mefanya uokoke? Hakuna, nafurahi tu kukaa katikati ya katika Wakristo. Sofia, mi nataka kuokoka hivyo. Haya, eh, kwende mbelembele, si kila mtu ataokoka kivyake, yaani mm -hmm. hajaokoka kwa sababu anampenda Yesu, nipaka Yesu mwelei yuko kambini mwaka na hajaokoka kwa sababu anampenda Yesu, ameokoka tu akakaa katikati ya Wakristo. Kwa nini? Kambi ni mzuri, Mungu ana watu wake. Wewe uliokokea nini? Unajua siku moja nitakuja kuuliza watu, kuna mtu ana uhakika ndiyo ameokoka, hata anampenda Yesu, hata kumjua, unampenda Yesu ha

Uwe jasiri useme hii kitu, mimi hapana. Hii kitu mimi hapana. Hii nitaendelea nayo, hii sitaendelea nayo, hii nitafanya, hii sitafanya. Vitu vingine ni wewe uamue. Amen. <tus>

Siku moja tumekosana. Nilikuwa na nimetoka Ethiopia, nilitoka na sisi zangu huko, nimekuja nimefanya vitu hapo, tumekasirikiana. Saa kulala mimi nimeangalia huko, asira yote ya Kisomali imeniingia, utumbavu na ujinga imeniingia, naangalia huko, alafu na yeye pia anaangalia huko, na shetani naye hapo katikati anasema, sasa huyu mwanamke muonyeshe wewe ni Msomali, kasirika kabisa. Na yeye huko anamwambia huyu mwanamume muonyeshe sasa. Nikaangalia nikaona nini, utumbavu, nikamgonga alo

Sasa saa nitaangaliaje huko bali ni kuna vita, nikumbatia naye akanikumbatia, ni ni kidogo ameanza kucheka nami, na nimecheka meceka, akaniambia unajua, umenikasirisha sana munaano. Nikaambia ndio najua, lakini hii vita tuahirishe mpaka siku ya Jumatano. Ilikuwa siku ya Jumatano, tuahirishe hii vita mpaka siku ya Jumatano. Jumatano asubuhi, kwani mimi sina akili nimelitoa shopping nikampatia chips na kuku, akasahau hiyo vitu mpaka leo, akijaendelea vitu vingine kwa damua kama ni ngoa amua sikuna na ungana amua, mimi ndoa yangu haitaharibika. Eh, oh, na tu ya wengine na haribika, yangu hii msia haribika, itaharibika itaharibika. Mwaka jana ameniambia mwenyewe, amesema kuanzia leo, ukitaka kunikombeza, nikombeze kwa dini basi sasa, mimi nikimkasirikia, nikienda natoa asira yangu yote rakatabu shalla basi, ende bana akaye, amesema ni mgombezeke kwa dini, na ndo tunaishi hivyo, na ndo yetu inaendelea naye, ananiangalia ninamaliza ndimi zangu, asira inaisha, hajasikia chochote kwa sababu ni bora hata usisikie vitu wengine. Bwana amweni, wacheni kuharibu ndoa zenu. Amua yangu haitaharibika, amua watoto wangu hawataharibika.

go itaenda hivi hivi, ndiyo itaenda mi nilikuwa niambianga mke wangu hapa, watoto wote lazima wakuwe na title. Ni mtoto moja tu tumekosea, kwa watoto wetu wote wata moja tumekosea moja, sijui mimi nifanya kumekosea, lakini wa kwanza kuzaliwa, tayari mimi nimeanza kumwita engineer, akizaliwa mpaka shule alikuwa naitaga engineer, akicheza anaitwa engineer, na saa hii ni engineer na ameolewa kwa pinu, kwa wa pili kwanza kumuita daktari tangu azaliwe, yani ana jina lake, lakini ana title ya daktari. Toka shuleni mwalimu alikuwa anamuita doctor, saa hizi daktari wa mifugo. Wa tatu ndio huyo, anaenda kuingia jeshi. Yeye alikuwa anamwambia baba, wewe utakuwa soldier, utani protect au Somali wakimkaribia, utaweka mateke kabisa wote. Alikuwa atembea hata akiwa mdogo, anasema, unajua no mimi ni mlinzi wa babangu, anatembea na mimi saa nyingine atakokwenda tu town So anatafuta sababu, anasema, baba unachoa, mimi ni mlezi wako. Usiende bila mlezi na baba, vaa nguo tuende. Unaenda. Sai, anaenda kujoin jeshi la Uingereza. Kwa sababu ya nimeamua. Nimeamua. Amua hata na watoto wako, bwana. Waamulie vizuri. Sasa unaita mtoto ungo, unatarajia atakuwa nini? Atakaa nje. Siku mzima. Ungo aingii ndani ya

kusema kwa matendo. Mtume anasema Paulo akamuona mtu mmoja tu, alimuona akaona, huyu anaenda anataka kuona wewe, hata unaogewa kabisa. Shetani anakwambia mguu yako inatetemeka, yaani wewe unasikiza shetani. Unajua, kuna watu kwa WhatsApp, kwa kitu ni wewe unatekwa mara nyingi sana kwa sababu ya hii chini, na napigwa hii kitu imepigwa kwa sababu imepasuliwa. Sasa iko daktari yote atakwambia